Ujenzi wa maghorofa katika miji mikongwe kama Moshi nchini Tanzania unatoa taswira ya mabadiliko makubwa katika maendeleo ya miji. Maghorofa yanapoanza kujengwa, kuna picha ya ukuaji na ufanisi katika sekta ya uchumi, lakini pia yanaonyesha mabadiliko katika utamaduni na mazingira ya miji hiyo. Wakazi wa manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro wanapata mitazamo tofauti kuhusu swala ujenzi wa maghorofa katika miji. Kwanza, mji wa Moshi ni mdogo na mipangilio ya, ya, ya mipango mji bado haijaridhisha kwa kiwango kikubwa, kama mpangilio wa mji wa Arusha kwa mfano. Kama Moshi upana wake ni mdogo, mji wa Moshi na pengine pia ina wakazi wachache, ndio maana mji wa Moshi mpaka sasa hivi ijapo ni mji ambao ulioanzisha muda mrefu na ndio mji ambao ulioanza kwa maendeleo muda mrefu na lakini wakazi wa Moshi ni wachache, watu wageni wanakuja kwa kupita kwa kwenda Arusha na kwenda sehemu nyinginezo, kwa sababu mji wa Moshi bado haina mpangilio wa kuridhisha kwa kuwavutia wageni kutoka nje na ndani kuja kukaa na kuipanua mji wa Moshi. Baadhi yao wanasema ujenzi wa maghorofa ni ishara ya mafanikio ya maendeleo na ukuaji wa miji. Wanachukulia maghorofa kama ishara ya mabadiliko chanya katika miji na kwamba ni hatua muhimu ya kuendana na kasi ya ukuaji wa miji na idadi ya watu. Wananchi hawa wanadhani kuwa maghorofa yanaweza kutoa nafasi ya makazi, kuongeza ajira na kuboresha miundombinu ya mji. Majina yangu ni Bahati Msoka MC. faida ya maghorofa ni kubwa sana kwa sababu tumetembea sana nchi za nje kama Nairobi mfano. Kwa hiyo kukiwa na maghorofa mji unapata kipato, na kingine maghorofa yanapendezesha mjini, ndivyo. Kwa hiyo huku kwetu hata ukizunguka kwa Tanzania hamna maghorofa ambao ukija mjini unajua kweli umekuja mjini, ukienda kijijini, yani kumekuwa kama kumefanana. Lakini maghorofa kweli yanabadilisha mji kuwa kingine, na serikali itakuwa inaingiza mapato hapo kutoka kwenye maghorofa. Itahidi kujenga maghorofa, wataona jinsi, tutafurahia sana na maendeleo yatakuwepo makubwa sana sana. Kwa jina anaitwa Joseph Masawe, ama Mchaga, wataoni jina maarufu tupatupa, ni mkazi wa Moshi manispaa. Katika faida za muda mrefu ni kwa maghorofa yanapotengenezwa kwa maghorofa yanapotengenezwa kuna kwa tunaokoa sehemu fulani ya ardhi kwa sababu tunaona ghorofa inaokoa sehemu ya ardhi kwa sababu utakuta ghorofa ambayo ina vyumba zaidi ya zaidi ya mia sita inatengenezwa kwa sehemu moja kwenda juu. Hiyo faida ya pili. Faida ya tatu ya ajira za muda mfupi kwa mama, maghorofa yanaotengeneza, kuna watu wanapata kazi aina mbalimbali, kwa mfano kuna barua na mafundi na mafundi, na vile vile manispaa ama mji husika kupitia wizara ya ardhi na wizara ya ya ya ujenzi na mipango miji inapata faida kwa kutoa vibali So we kuna wengine wanaona ujenzi wa maghorofa kama fursa ya kibiashara na uwekezaji. Hawa wanajivunia kuona miji ikikua kwa kasi na kuchukua nafasi ya kuwa sehemu ya uchumi wa kisasa. Maghorofa yanapojenga miji huwavutia wawekezaji na biashara kubwa, na hivyo kuongeza nafasi za ajira na huduma za kisasa. Jina naitwa Bakar Saleh Kongoti. Ujenzi uh, mzuri uh, wa makazi uh, katikati ya mji uh, unasaidia sana kwanza kuupendezesha mji, mji unakuwa umependeza zaidi, lakini jambo la pili linawafanya wakazi wapate mazingira mazuri au maeneo mazuri ya kuishi uh, uh, unaweza kuona kwamba katika miji mingi ambayo uh, kunakuwa kuna nyumba nzuri, kuna ghorofa ambazo zipo, unaweza kuona kwamba katika maeneo ya juu ya ghorofa uh, watu wata, watafanya biashara lakini eneo la, watu wataka, watafanya makazi lakini eneo la chini itakuwa ni sehemu ya kibiashara. Kwa hiyo mji unakuwa unapendeza zaidi. Majina yangu mimi naitwa Pascal Navaya Kivuyo, ni mzaliwa mzaliwa wa mkoa wa Arusha, kijiji cha Majimoto, kata Nduruma. Faida ya mji yenye maghorofa mengi, kwanza, inavutia wageni kutoka nchi mbalimbali na mikoa ya jirani hiyo ni faida ya, ya, ya mji ambao uliojengeka kwa mipango ya ghorofa na pia ghorofa, mji ambao uliojengwa kwa maghorofa ina inaleta mpangilio mzuri katika mji huo ambao uliopangiliwa, kwa mfano kama mji wa Arusha, Mwanza na Mbeya, yaani mikoa ambayo iliyopangiliwa katika mipango mizuri inapata wageni mbalimbali kutoka nchi mbalimbali na biashara katika mkoa huo utakuwa unachanganya vizuri na wananchi wa pale wanapata manufaa ya, ya mipango miji yao kwa sababu ya wageni wanakuja kuingiza kipato pale. Kwa upande mwingine kuna wakazi ambao wanahisi kuwa maghorofa yanaongeza gharama za maisha. Wanaona kuwa nyumba za maghorofa mara nyingi huwa na kodi ya juu, jambo ambalo linawafanya watu wa kipato cha chini kushindwa kuishi katika maghorofa. Wakazi hao wanaona kuwa ujenzi wa maghorofa unaweza kuathiri watu wa kipato cha chini na kuleta shida katika upatikanaji wa makazi nafuu. Baadhi ya wanahisi kuwa ujenzi wa maghorofa unaweza kubadili utamaduni na maisha ya watu katika miji mikongwe. Kwa mfano, kuna hofu kuwa maghorofa yanaweza kuharibu mandhari ya mji na urithi wa kihistoria, hasa katika miji kama Moshi ambapo kuna majengo ya kihistoria na utamaduni wa kipekee. Hii inawafanya baadhi ya wananchi kuona kuwa ujenzi wa maghorofa unaweza kuwa na athari mbaya kwa urithi wa kitamaduni. Maghorofa yanaweza kuleta hali ya usalama zaidi, kwa kuwa maghorofa mara nyingi yanajengwa kwa kuzingatia usalama na ulinzi, kama vile huduma za ulinzi, CCTV, na udhibiti wa milango. Watu wanahisi kuwa wakazi wa maghorofa wako katika mazingira salama zaidi kuliko wale wanaoishi katika nyumba za kawaida, ambazo mara nyingi hakuna ulinzi wa kutosha. Kwa ujumla, wananchi wa Tanzania wanatofautiana katika mtazamo wao kuhusu ujenzi wa maghorofa Wakati baadhi wanachukulia maghorofa kama hatua muhimu ya maendeleo na ustawi wa miji wengine wanapinga kwa sababu ya athari zinazoweza kuletwa na, na gharama za maisha, msongamano na mabadiliko ya kijamii. Hivyo, ni muhimu kwa serikali na wadau wengine kuzingatia maoni ya wananchi na kuendeleza miji kwa njia inayozingatia mahitaji ya kila mtu.